Siku kadhaa zilizopita rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliwapisha mawaziri mbalimbali aliyowateua kufuatia kutamatishwa kwa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba tarehe 29, 2025. Katika hotuba yake Rais Samia Suluhu Hassan alizungumzia mambo mengi akiwataka viongozi hao kwenda kutekeleza ilama cha mapinduzi na kuhakikisha kwamba wanashirikiana kwa karibu na, na wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Katika hatua nyingine Rais Samia Suluhu Hassan alisema ya kwamba Tanzania imekuwa na doa kutokana na kile ambacho kilitokea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ikiwemo maswala ya vurugu pamoja na uvunjifu wa amani na vifo ambavyo vilionekana katika tukio hilo la Oktoba 29. Kufuatia kadhia hiyo, rais Samia Suluhu Hassan aliweka wazi kwamba itakuwa ni vigumu sana kwa mataifa ya Ulaya kuweza kutoa mikopo kwa haraka tofauti na ambavyo ilikuwa awali. Kufuatia doa hilo la Oktoba 29, ikiwa ni siku chache mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kuzungumzia jambo hilo, viongozi wa Umoja wa Ulaya akiwemo David McAllister ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mahusiano ya mambo ya nje katika jumuiya ya Umoja wa Ulaya amezungumzia kuhusiana na mkakati ambao ulifanyika siku ya jana, ikiwemo bunge la Ulaya kupiga kura juu ya hatima ya Tanzania kuweza kupewa fedha za mikopo kutoka katika mataifa hayo na umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na David McAllister, ambaye ni mwenyekiti wa mambo ya nje katika jumuiya hiyo ya umoja wa Ulaya, alisema kwamba EP Foreign Affairs na EP Development wamepitisha kwa kauli moja pingamizi dhidi ya sheria ya utekelezaji ya EU Commissioner chini ya kanuni ya DNDICI Global Europe ambayo ingeelekeza fedha nyingi za umoja wa Ulaya kwenda Tanzania mwaka ujao. Kura ilipitishwa kwa wapigaji kura 53 waliounga mkono wa umoja wa Ulaya kuzuia misaada kwa serikali ya Tanzania. Hii ni ishara ya wazi ya kisiasa kwamba Umoja wa Ulaya hawezi kuendelea kwa, kwa msingi wa ukandamizaji na uchaguzi wa ulagai na utawala wa kidikteta wa serikali. Ni sehemu ya taarifa hiyo ambayo ilitolewa na David McAllister pamoja na kamati mbalimbali za Umoja wa Ulaya kufuatia kura ambayo ilipigwa siku ya jana kuamua hatima ya Umoja huo wa Ulaya kuendelea kuifadhili serikali ya Tanzania. Na hivyo wamesema wazi kwamba kamwe hawezi kuifadhili serikali ya Tanzania kufuatia kura ambazo zimepigwa kura hamsini na tatu katika bunge hilo la umoja wa Ulaya.